Mpendwa mtazamaji, tarehe 26 ndani ya oktava ya Noeli, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Leo Kanisa linafanya sikukuu ya mtakatifu Stefano Shahidi. Tusikilize Injili. Injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ile ya kumi, aya ya kumi na saba hadi ya 22. Yesu aliwaambia mitume wake, jiadharini na wanadamu, maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga. Nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikirifikiri jinsi mtakavyosema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 Stefano Shahidi. Stefano alikuwa ni nani? Kanisa baada ya Yesu Kristo kwenda mbinguni kitabu cha Matendo ya Mitume kinaonyesha kwamba ni waumini wengi sana walikuwa wameongezeka ndani ya kanisa. Mitume wale kumi na wawili wakasema haifai sisi kulihubiri neno la Mwenyezi Mungu na wakati huo huo tuanze kutoa huduma mbalimbali mbali za chakula kuwatembelea wagonjwa na watu wengine, wakasema mwachague watu ambao wamejewa Roho Mtakatifu, hawa tutawaombea ili waweze kuwa katika huduma: huduma ya neno, huduma ya meza na huduma katika mambo mengine. Ndipo ilivyompendeza Mwenyezi Mungu, wakasali wakapata mashemasi saba mmojawapo wa mashemasi saba walikuwa wamejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu alikuwa anaitwa Stefano. Stefano katika kuhubiri kwake neno la Mwenyezi Mungu na huduma zile alionekana ni wa tofauti sana. Alipendwa na watu, lakini alichukiwa sana na viongozi wale wa kanisa. Ndio lile neno Yesu anasema kwamba watawachukua, watawapeleka katika masinagogi kwa ajili ya jina langu. Naye huyu Stefano alipokuwa anahubiri ile neno wakampeleka kwenye masinagogi kwamba akane kwamba Yesu Kristo hajafufuka. Akasema, siwezi kukana ukweli huo. Ndipo walipomchukua wakampeleka nje ya mji wakamuua kwa kumrushia mawe, na aliyekuwa kiongozi wa mauaji hayo alikuwa kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Sauli. Ndio alikuwa kiongozi wa mauaji hayo, na akaona vyema katika kuuawa kwake huyo Stefano. Jambo mmoja tu ambalo Stefano alilifanya alipokuwa anakaribia kufa alisema hivi, Bwana Yesu, pokea roho yangu, na akasema eh, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Na baada ya hapo akapiga magoti akalala zake akaenda mbinguni. Stefano anamwaga damu baada ya kuzaliwa kwa bwana wetu Yesu Kristu, ni ishara gani? Kwamba Ukristo uh, unapompokea Kristo katika maisha yako uwe tayari kwa lolote lile kama Stefano alivyokuwa. Unavyompokea Kristo ndani ya maisha yako, utachukiwa sana na ndugu. Unavyompokea Kristo ndani ya maisha yako, utakuwa ni chombo ambacho cha kutengwa, watakutenga. Unavyompokea Kristo ndani ya maisha yako, lazima uweze kuwa na moyo wa kuweza kusamehe kama alivyosamehe huyu Stefano shahidi na matokeo ya huyu Stefano shahidi alipokuwa anauawa, anapigwa kwa mawe, anakufa, aliimba wimbo wa msamaha, alimsamehe Sauli, kiongozi wa mauaji, na wale wengine wote. Na nguvu ya msamaha huo wa huyu Stefano shahidi baadaye ulimpelekea huyu aliyekuwa kiongozi wa mauaji yake, akageuka, akaja kumhubiri Kristo, na ndio ameandika vitabu vingi sana katika Agano Jipya, ambaye anaitwa Paulo. Je, Uko tayari kumtetea Kristo katika mazingira yote hadi kumwaga damu kama Stefano shahidi? Uko tayari kusimama imara hadi katika mazingira ya upinzani? Uko tayari kuweza kuwaombea maadui zako wanaokuangamiza wanaokuua hadi dakika ya mwisho, na baadaye uweze kupokelewa mbinguni? Mtakatifu Stefano atuombee. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.